Habari na karibu kwenye channel yetu ya afya na maisha bora. Leo tunazungumzia juisi ya miwa. Ndio, ile ile juisi u unayoipenda sana. Lakini je, unajua, juisi hiyo inaweza kukuletea madhara makubwa yaki, ya kiafya? Kwa nini juisi ya miwa ni hatari? Juisi ya miwa bwana inaonekana kuwa safi na tamu, lakini kwa mara nyingi hutengenezwa kutumia zile barafu ambazo zinatokana na maji maji yenyewe ambayo sio salama Uh, kwa matumizi ya binadamu. Maji haya hutumika kusafisha mashine au kuchanganya juisi bila kutigiwa. Unajua, mashine pia hazisafishwi vizuri, na mara nyingine hutumika siku hadi siku bila kusafishwa kwa undani. Madhara ya juisi ya miwa kwenye mwili wako. Wewe binadamu unapokunywa juisi ya miwa ambayo ina uchafu au niseme maji machafu, unaweza kupata vitu vifuatavyo: maumivu ya tumbo, kuharisha, maambukizi ya bakteria ambayo anaitwa E. Salmonella, homa ya matumbo yani typhoid. Jinsi ya kujikinga na uh, athari hizi: cha kwanza kabisa ni kwamba nunua juisi kwenye maeneo yenye usafi wa hali ya juu sana. Pia hakikisha wanatumia maji yaliyochemshwa au ya chupa, au zile barafu ambazo zinatumika ni kweli, zile zinatengenezwa hapo hapo, kwa maana y kwamba unaona utengenezaji wa barafu hizo na maji yanayotumika pia unaweza kuyaona. Alafu pia angalia usafi wa mashine na mazingira yao. Mashine ikiwa chafu, hata kama maji yamech chemsho bado utapata magonjwa haya yanayotokana, you know, na uchafu huo. Au pia una uwezo wa kutengeneza juisi yako nyumbani kwa kutumia miwa safi na maji ya kuaminika zaidi. Asante kwa kutazama. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like video hii, share kwa wengine na usisahau kusubscribe kwa video zaidi za afya kwa Kiswahili. Tupatane wiki ijayo.